Unadhani ni jambo gani linaweza kukufanya usafiri zaidi ya kilomita elf elfu sita kwa siku kumi na tatu kupitia nchi sita kwa kutumia bodaboda. Kwa kutumia bodaboda yake, mwanaharakati wa haki za kidijitali kutokea nchini Uganda, Andrew Gole, alipita Kenya, Tanzania, Windhoek, Namibia, Zimbabwe, Msumbiji na Botswana hadi kufika hapa Namibia kuhudhuria mkutano wa kidijitali. Na hii si mara yake ya kwanza. Mwaka 2023 alifika Tanzania na 2024 akasafiri hadi Zambia kwa kutumia njia hiyo ya usafiri wa bodaboda akibeba ujumbe wa kutetea uhuru wa kujieleza mtandaoni. Na sasa tuko hapa Windhoek, Namibia, tayari siku mbili za mijadala, vikao na mijumuiko zimemalizika. Na leo mkutano muhimu kuhusu uhuru wa kujieleza mtandaoni na haki za kidijitali unazinduliwa rasmi. Washiriki kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wamefika, wengi wakitumia ndege, lakini Andrew ametufundisha kitu cha kitofauti: kujitoa binafsi kwa ajili ya mustakabali bora wa kidijitali. Sasa, je, ni kitu gani unachoweza kukifuata au kusafiri kwa umbali mrefu kama huu kwa kutumia bodaboda? Tuambie kwenye comment.